Uh, siku ya kiyama, mtuasalam anawaambia masahaba kwamba wakati watu wa peponi wako peponi na watu wa motoni wako motoni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atalingana atawaita watu wa peponi na watu wa motoni, katikati yao ataigeuza kiumbe kwa namna ya kiumbe, ataileta katikati yao, na huyu kiumbe ni kondoo. Atawauliza watu wa peponi, jamani, mnamjua huyu? Anawaonyesha kondoo huyo Watamwambia, naam, tunamjua. Na watu motoni, je, mnamjua? Watasema, naam, tunamjua, kwa sababu wakati wa kufa kwao walimwona. Ni nani huyo? Ni mauti. Kila mmoja atakapokuwa na fariki ataiona mauti. Ndo Mwenyezi Mungu subhana wa taala atatoa amri hiyo kondoo ichinjwe katikati ya watu wa peponi na watu motoni, kisha Mwenyezi Mungu subhana wa taala atalingania atasema, ya ahla ljanna khulud wala maut, enyi watu wa peponi kaeni milele wala hakuna mwisho. waya ahl nar khulud wala maut, na enyi watu wa motoni kaeni milele wala hakuna mwisho. Jambo la tano ambayo haina mwisho toka kuumba kwake, na hapa ndo mahali shahid ni al arwah, roho za binadamu, khasatan hizi hazina mwisho. Wakati binadamu alipoumbwa Adam alayhi ssalam, na mimi na wewe tulipokuwa ndani ya tumbo ya mama zetu, hichi roho ndo ilikuwa kitu cha mwisho kiliingizwa ndani ya mwili wako na wangu, na ndo wewe na mimi tukawa binadamu. Na ndo kitu ya kwanza itakayotolewa wakati wewe na mimi tutakapokuwa tunaondoka hapa duniani. Na ndo wakamuuliza maswahaba, wanamuuliza Mtume, wayasalunaka ani ar-ruh, wanakuuliza roho ni kitu gani hii? wayasalunaka an r kuli ruh min amri rabbi, waambie roh anayejua ni amri ya Mungu peke yake. Na wakati wewe na mimi tutakapofariki, roh itatolewa na mambo yako itakwisha, itapelekwa mbinguni. Wanasema baadhi ya mufasirin, kulingana na hadithi, utakapokuwa ndani ya kaburi itarudishwa tena, utakalishwa, utaulizwa maswali, baadaye tena itakuja kutolewa baada ya adhabu ya kaburi na mengineo. Kuna wengine wataendelea nayo lakini wakingojea hukumu mbele ya Mungu siku ya Kiyama. Jambo la sita ambalo haina mwisho toka kuumbwa kwake na haitokuwepo na mwisho ni ajabu dhanab. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kullu ibn Adam yaakuluhu at-turab illa ajabu dhanab minhu khulqa.